Katika kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Lazaro Twange ameongoza zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi Luguruni wilayani Ubungo mkoani Dar es Salaam. Akizungumza na wananchi baada ya zoezi hilo, Mheshimiwa Twange amesisitiza juu ya umuhimu wa kudumisha na kuenzi muungano. Ni kama ambavyo wote tunajua, kalenda ya nchi yetu, tarehe 26 ya mwezi wa nne ya kila mwaka ni kumbukumbu kumbu ya muungano wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar na tulio wengi kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tulio wengi sasa hivi, wedha ni kwenye utumishi au kwenye biashara au kwenye maisha mengine ya kilimo, uvuvi, ufugaji na mambo mengine, ni watu waliozaliwa wakati wa Tanzania, sio Tanganyika. Sindio jamani? kwa hiyo sisi tunatakiwa tuiishi Tanzania, tupige makofi sana kwa wazee wetu eh, Dr Julius Nyerele na Eh, marehemu Sheikh Karume kwa kuwa na hekima za kuunganisha nchi na wamezaa kitu kinaitwa Tanzania ambayo inaendelea kung'aa ndani na nje ya mipaka yetu. Si ndio jamani eh? Kwa hiyo sisi ni matunda ya Tanzania na yako mambo mengi yametendeka na yamezaliwa wakati wa Tanzania. Tunayafahamu. Ehe, kila tunachokisherekea sasa hivi ni matunda ya Tanzania. Sina muda wa kuzungumza mengi lakini nyinyi ni mashahidi, mnajua kila kinachoendelea sasa hivi karibu kwa asilimia themanini ni matunda ya Tanzania na sio Tanganyika, kwa sababu muungano ulikuwa mwaka 1964, miaka kama miwili mitatu tutoka hiyo Tanganyika imepata uhuru. Kwa mambo mengi tumeyafanya tukiwa tukiwa Tanzania. Tuko, tuna haki na sababu za msingi za kuilinda Tanzania yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu tumezaliwa wakati Tanzania ipo na asitokee mtu wa kutaka kuitikisa Tanzania yetu. Sasa mwongozo wa mwaka huu 2025 umekuja kwa approach tofauti tofauti. Na tulipata maelekezo ya msingi kwamba tuwe na kumbukumbu -kumbu ya muungano kwa approach za kushughulika na mambo ya kijamii. Kwa hiyo kwa hekima na busara zetu tumekubaliana tuwe na zoezi la kupanda miti kwa sababu tunayo maelekezo ya kupanda miti milioni moja na nusu kwa kila halmashauri, zoezi ambalo linaendelea kwa muda mrefu sasa. Kwa kila tukipata fursa ya kupanda miti sisi kwetu ni mileage ya kuelekea safari yetu ya kupanda miti milioni moja na nusu. Nawashukuru na wote wote wataalamu wangu, wa halmashauri, watu wa mazingira, watu wa miti, na wengine kwa kubuni na kuwezesha jambo hili zuri. Eh, yule mama wa miti yuko. Eh, hongera madam, nakushukuru sana kwa hekima na uwezeshaji wako, najua ume, umekuwa forefront mpaka tumefanikisha hili. Tumshukuru madam. Eh, nice. Asante sana kwa kufanya hiki kitu kitokee okay. Kwa tumekuwa na zoezi la kupanda miti. Mwalimu mkuu upo? E, bwana, kupanda miti na miti kukua na kutunzwa ni jambo jingine. Tunaomba Bwana utuonee huruma, miti yetu itunzwe, sawa eh? E, mi mti wangu ukimpa kama brigedia, anayekuja huyu brigedia general ambaye baadaye atakuja huko, huyu anilindie mti wangu. Njoo bwana, njoo general, au vipi bwana? Huyu mimi nikimuona anaonekana kabisa, huyu lazima ajoe mwanajeshi Unaitwa nitwange. Ukiwa mkubwa unataka kuwa nani bwana? Mungu akikujalia ukimaliza shule vizuri, ukapata madigirii yako unataka ukafanya shughuli gani? Mwanajeshi. Ona mambo bwana. Wewe bwana mwalimu mkuu, mimi naomba bwana mti wangu umpe Bwana Hafidh na mimi leo bwana nitamwachia kianzio ili asijue kazi hii anafanya bul ili wakati anamwagilia mti wangu awe anajua anamwagilia mti wa mkuu wa wilaya na mkuu wa wilaya akipita atakuwa namuonaona. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi Luguruni ameshukuru juu ya ujio wa ugeni huo katika kushiriki zoezi la upandaji miti. Kwa majina, naitwa Aksweso Sipto, ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi Luguruni A, kwa ujumla nimelipokea zoezi hili vizuri. Kwanza ni kwa ajili ya kukumbuka uh, miaka ile ambayo Tanganyika na Zanzibar imeungana kwa maana ya tarehe ishirini na sita mwezi wa nne mwaka 1964 na, na kipekee kwa shule yetu kwa mwaka huu imeweka alama kwa sababu viongozi wetu kuanzia mkuu wa wilaya na viongozi waandamizi kwa maana ya ngazi za la wilaya manispaa kata na kijiji na wananchi kwa ujumla wamekuja kushiriki katika upandaji wa wa miti kwa lengo la kuhifadhi mazingira, lakini pia kuipendezesha shule yetu ikawe na rangi ya kijani. Neno lako kwa uongozi? Ah, nitoe rai tu kwamba zoezi kama hili iliwe endelevu kwa maana isiwe inangoja kipindi cha maadhimisho kama haya, lakini iwe kipindi ambacho inapoanza kipindi cha masika basi iwe ni utaratibu wa kupanda miti katika maeneo mengine ambapo a, miti imepungua, ili kuhifadhi ardhi kwa maana ya Uh, pia kuleta kivuli kwa ustawi wa jamii nzima. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wameeleza umuhimu wa zoezi la upandaji miti lililofanyika shuleni hapo. Majina naitwa Hafidh Mogera. Nafurahia kuletewa miti hapa shule ya msingi yetu Luguruni. Nitahimiza wanafunzi wenzangu kuyatunza miti, tutashirikiana kuyatunza, tutaipenda na tuta, tutapalilia miti yetu. Naitwa Fadhila Ramadhani ni mwanafunzi wa darasa la saba katika shule ya msingi Luguruni. Leo tunaenzi siku ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pia kuna viongozi wamekuja shuleni kwetu. Tunaahidi kuitunza miti hii tulioipanda leo na tutaisimamia wow. Kwa majina yanaitwa Mohamed Shabani Toza, nafurahi sana kwa kuja hapo kupandia miti, kwa vile miti ina faida nyingi na kutupatia hewa safi matunda kivuli. <coughs> inama, inama na majukumu kadhalika mbalimbali. Naambia kwa tuitunze, maana miti ina faida nyingi ambayo inatuletea. Kuitunza, kuifanyia usafi, mana inatuletea kivuli, hewa safi ya oksijeni, pia inatundolea, inatugaya matunda, kutuletea ardhi yenye rutuba na mambo mengine kadhalika kadhalika. Majina naitwa Nimefurahi leo kwa kuwa kuja kwa viongozi shuleni kwetu kutupandia miti. Miti inatuletea hewa safi, kivuli na matunda pia. Na pia tunafurahi kwa kuwa leo ni siku njema ya Muungano. Najisikia furaha kupanda miti na tutaitunza miti kadri tunavyoweza, na tunafurahi leo kwa kuwa tumepanda miti siku ya Muungano na viongozi kuja shule kwetu, tumefurahi sana. Mungu awabariki muungano wetu, asante. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Godson Milinyi wa Msasa Online.